Kutoka Narok sasa ni fululize hadi katika kaunti ya Garissa, na ambapo naibu wa rais profesa Abraham Kithure Kindiki amewataka viongozi wanaokosoa serikali kufanya hivyo kwa kutumia matamshi ya ukweli na uhakika, wala sio kuwapotosha Wakenya. Kindiki akisema kuwa wanaelewa shida zinazokabili taifa hili na ni vizuri upinzani kutoa suluhu. Aidha amewasuta anaosema wanawadharau wa Kenya kwa misingi ya dini au walikozaliwa. Fred Wambua anaarifu. Viongozi wa mirengo yote mbili, ile ya upinzani na serikali, wanapoendelea kueneza sera zao kwa wananchi angalau kujizolea umaarufu, viongozi mbalimbali wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu wa Rais Profesa profes Kithure Kindiki wamewataka viongozi wa upinzani kuikosoa serikali kwa kutumia ukweli na uhakika wa mambo yalivyo, wala sio uongo. Wale wanakosoa hii serikali sisi hatusemi hatuwezi kukosolewa kwa sababu sisi ni binadamu, lakini mwenye kutoa makosa atumie facts, na atumie ile mambo ambayo ni hakika, asitumie mambo ya uongo kuchanganya naye wananchi. Jambo la pili, wale ambao wanashindana na sisi wajue ya kwamba Kenya mahali imefika haitaki ati utuambia ile shida iko Kenya. Kindiki akisema kama serikali hawapaswi kuambiwa shida zilizopo nchini kwani tayari wanafahamu, ila upinzani unapaswa kutoa suluhu. Sisi tunajua shida ya Kenya, vijana hawana kazi ya kutosha, biashara zetu hazileti vile tungetaka zilete, barabara hazitoshi, stima haitoshi, maji haitoshi. Sisi kama serikali tunakazana kusuluhisha shida za Kenya. Kwa hivyo wale ambao wanataka kushindana na sisi, msituambie shida za Kenya, sisi tunajua shida za Kenya. Tuambie suluhisho ya shida za Kenya. Sisi tumetoa suluhisho, nyinyi mukuje na sera mbadala ambayo tutashindana nayo katika mambo ya uchaguzi. Aidha, amewasuta wanaowapuuza na kuwadharau wananchi kutoka maeneo mengine, hasa kutokana na misingi ya kidini au walikozaliwa. Mimi nimesikia kuna watu wanadharau wananchi wengine, aidha kwa misingi yao ya dini au misingi ya mahali wamezaliwa. Hao viongozi tunawaambia waheshimu viongozi na wananchi wa Kenya, na wasidharau watu kwa sababu ya dini yao ama kwa sababu ya kabila lao. Mimi nimesikia ambao wanapinga ile sera ambayo tumeleta hapa ya kuleta usawa katika mambo ya procedure, ile inatumiwa wakati watu wanatafuta vipande vitambulisho, birth certificate na passport. Wale ambao wanapingana na hiyo sera watuambie, wanatumia lugha gani, wanatumia sheria gani, wanatumia kifungu gani ya sheria ya Kenya ama sheria ya kimataifa kwa sababu sisi ile sera tumeleta hapa ya kuleta usawa ili kila Mkenya apate passport, apate kipande. Viongozi hao pia wameendelea na kupiga upato serikali ya Rais Ruto kuchukua hatamu za uongozi kwa muhula wa pili. Katika kaunti ya Garissa, Fredrick Kwambua, Undugu TV.